Wananchi wa jimbo la Kisesa, kama nilivyosema, wako hapa. Naanza na maombi moja, Mheshimiwa Rais. Umetoka Bariadi kwa barabara ya vumbi kuja Kisesa, kuja Mwandoya, kuja hapa Mwanuzi, utatoka hapa, utatoka hapa utaenda Bukundi, utaenda Mkalama, utaenda Iguguno, utaenda Singida kwa barabara ya vumbi. Mheshimiwa Rais, hii barabara ilishafanywa usanifu muda mrefu wakina na ikakubalika kujengwa na inazo inazo sifa zote na inazo sifa zote, kwa sababu ni barabara ambayo inaunganisha mikoa, mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiu na mkoa wa Singida na mikoa mingine yote. Mheshimiwa Rais, tunaomba leo, maliza huu ugonjwa mkubwa wa wana Meatu, maliza huu ugonjwa mkubwa wa wanasimiu. Mheshimiwa, Mheshimiwa Rais, ninaomba kwa niaba ya wanameatu na kwa niaba wana, ya wananchi wa jimbo la Kisesa naomba ujenzi wa madaraja muhimu matatu: daraja la mto Sanga litakalojengwa kati ya, ya, ya kijiji cha Isangijo pamoja na Ifungiro wilaya ya Maswa; daraja la mto, daraja la mto, Sangijo, is, daraja la mto Sanjo litakalojengwa baina ya kijiji cha Mwashata pamoja na Migato litakalounganisha wilaya ya Meatu na Itilima; barabara daraja la mto la mto Sem litakalojengwa kijiji cha Mbugabanya litaunganisha na kijiji cha Mwajidalala. Madaraja haya matatu Mheshimiwa Rais, ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi hawa, na ndio maana unashuhudia hizo shangwe zinazopigwa. Mheshimiwa Mheshimiwa Rais, katika maombi ninaomba jimbo la Kisesa sasa, katika miundombinu hii ya kijiografia naomba jimbo la Kisesa lipewe halmashauri ya wilaya kwa ajili ya kusukuma nguvu kubwa ya maendeleo, Mheshimiwa Rais. Lakini jambo jingine, jambo jingine ni hospitali, kituo cha afya cha Mwandoya kwa jiografia hii unavyoiona, naomba kituo kile cha afya kiwe hospitali teule.